Kabla wakulima hawajaanza kutumia pembejeo pamoja na mbegu bora, mavuno katika ekari zao ilikuwa wanapata kwa ekari moja, mkulima kaanza kupata gunia tatu, gunia nne. Lakini baada ya kuingia katika mfumo huu wa kuhamasisha vijana kufanya kilimo kwa kutumia pembejeo pamoja na mbegu bora ni kwamba uzalishaji umeongezeka, mkulima anaweza kupata magunia 15 mpaka 20, 25 kwenye ekari moja. Kwa vijana wetu hawa kule kwenye kata za pembezoni, huwezi ukasema kwamba wanafanya biashara biashara zipo ni chache kuye pembezoni, lakini zaidi wanajishughulisha na kilimo. Kwa hiyo tukaona ni busara kabisa kuwatengea fedha sehemu ya fedha ya mapato ya ndani kwa ajili ya kuwawezesha kwenye pembejeo za kilimo ili kuwaongezea kipato, lakini pia na kukuza uchumi wao. Tunajua kabisa kwamba uh, uh, population kubwa i mean ni, ni population kubwa ya vijana ya, ya nchi yetu, vijana ni wengi zaidi. Kwa hiyo usipowawezesha kwenye masuala ya kiuchumi kwa kweli, unapelekea janga la kitaifa la vijana hao kujiunguza kwenye shughuli nyingine zisizo rasmi ambazo zinaweza zikailetea madhara Kahama yetu na Tanzania kwa ujumla. Lakini kupitia hii kutoa pembejeo, tumeona wananufaika na wanajiongezea kipato na hata kama ulivyo waona hata leo Unaona hali zao jinsi zilivyo, hakuna aliye mnyonge. Vijana wana nguvu na wana ari, kwa hiyo hii inatupa sisi moyo kuendelea kuwatengea fedha na tumeendelea kufanya hilo zoezi. Ni kweli takriban miaka mitano sawa, kama sita hivi e, tunaendelea kuwapa hizi pembejeo na tunafikiria ikiwezekana, kadiri muda unavyozidi kwenda, tupanie uigo zaidi kwa vijana wengine zaidi, lakini kwa grupu jingine kubwa zaidi kuliko hawa wa vijana wachache ni waahidi kama mkuu wa wilaya yenu ya Kahama, kama kijana mwenzenu, tutakuwa bega kwa bega kuhakikisha yale mazao ambayo mtayatoa kama product ya kazi hii basi inawafurahisha na lengo la serikali la kuhakikisha mnakuwa kiuchumi linafikiwa. Kilimo kilikuwa kinatoa kwa mfano, unaweza ukatumia eneo kubwa mazao kidogo, na pia kutokutumia mbolea, mimea ilikuwa istawi na kutupa mazao kwa wingi. Tulikuwa tunalima tu ili mradi kulima na kutegemea Mwenyezi Mungu, unapanda, unapalilia, wastani wa heka moja ukilima na kujua unapata debe moja, inakuwa ni mtihani. Lakini kwa sasa hivi, kwa ruzuku hii ambayo tumepatiwa na rais wetu mpendwa kushirikiana na viongozi, niwashukuru viongozi mbalimbali mbali wa manispaa ya Kahama mkurugenzi ni jambo moja la kushukuru sana. Kwa sisi vijana, hatuna cha kumlipa, Mwenyezi Mungu atakwenda kumlipa.